Kwa mimi nashauri hata kwa wazazi, endapo wazazi wanaangalia kipindi hiki, wazazi tusidhani kwamba uh, swala la elimu ni swala la, la, la serikali. Swala la elimu ni swala la, la mzazi. Unatakiwa ujue sawa, serikali ina provide lakini mnunulie mtoto wako vifaa kulingana na mahitaji ya kozi husika, kwa sababu vile vifaa vitamfanya kwanza awe motivated kufanya, pili awe active katika kufanya na atafanya zaidi hata ya vile anampewa na, na mwalimu. Na akitoka hapo tayari ana uzoefu wa kutosha, inamtengenezea mazingira mazuri ya kuweza kupata ajira hata anavyoingia mtaani. Na mwanafunzi akipata ajira, faida inakuwa ni kwa mzazi. Vile vifaa alivyonunua alivyoweka, alivyowekeza kwa mtoto, faida yake inarudi, kwa sababu kwanza atakuwa na ujuzi na atapata kazi kwa kwa kwa haraka, kwa sababu mtaani hawataki cheti. Mambo yameshabadilika mtaani, unataka ujuzi sasa utapataje ujuzi na hauna vifaa? Kwa hiyo vifaa ni jukumu la mwanafunzi, sio jukumu la chuo, na wala haitapaswi kuwa excuse. Kuna assignment za kupiga picha, wewe usiseme mimi sijapiga picha kwa sababu sina kamera, lazima utafute unakoweza kuipata kwa sababu ni jukumu la kwako wewe kuweza kufanya, na hivyo ndo sera ya uchangiaji katika elimu inavyofanyika. Yeah. Mm shukran sana karibu sana katika chuo kikuu cha dodoma naendelea kuasisitiza watazamaji wako juu ya matumizi ya teknolojia katika katika maswala mazima ya elimu na hii sio tu kwa kwa walimu na kwa wanafunzi pia na jambo zuri labda la mwisho la kumalizia ni kwamba hii teknolojia wanajifunza shule lakini ni teknolojia hii ambayo wataikuta kule makazini, anapokuwa ana moyo wa kujifunza inamaana kazini inaenda kwa rahisi kwao. Mimi nashauri watazamaji wao wafunguke, tunasema wafungue mioyo, tuwe na kitu kinaita open mind katika kuipokea teknolojia, kwa sababu teknolojia huwezi ukaizuia, isipokuwa teknolojia usipo ikubali itakuzuia wewe kusonga mbele. Asante sana, asante. Mtazamaji huyo ni mkufunzi kutoka katika chuo cha Dodoma, kama alivyoelezea juu ya faida ya matumizi ya teknolojia katika kujifunza. Na ni wajibu wako wewe mtazamaji, je, kuishi leo leo au kuishi leo kesho? Kwa maana kwa kutumia matumizi sahihi ya teknolojia kwa wakati sahihi. Asante kwa kuwa pamoja na mimi. Hii ni ATM online TV, na mimi ni Raymond. Asante mpaka wakati mwingine.